Right now so, sasa hivi yanayotendeka, <coughs> nimekuwa nikiangalia nikifuatilia kidogo hapa, huyu mwana uh, mkenya aliyepigwa risasi kipindi akichuuza barakoa ya ile mkenya aliyepigwa risasi akichuuza uh, barakoa kwa jina Boniface Mwangi Kariuki hapo jana kuna taarifa ambayo iliweza kutolewa na familia yake, taarifa ambayo kulingana nao walipokea usiku wa manane wa kuamkia siku ya Jumapili hapo jana, akisema kwamba madaktari wamesema ubongo wa huyu kijana umekufa. sawa sawa? kwamba vitu au viungo vya mwili tofauti wa tofauti hivyo vyafanya kazi lakini ubongo tayari huo ushakufa. Alafu pia nikaangalia kidogo, nikakuwa najaribu kuona wakati ubongo unakufa sana sana ni kitu gani kinafanyika, ama ninakuwa ni process ambayo inaweza kushughulikiwa mtu akarejelea hali yake ya kawaida. Kama unaambiwa kwamba ubongo umekufa na ndio unafanya kazi zote mwilini, basi namaanisha eh, kuna vile wanaweza kurekebisha ubongo uweze kuwa sawa, lakini unaambiwa kwamba ubongo ukishakufa hakuna vile ambavyo You can reverse that process, hakuna vile ambavyo unaweza kuregesha hali hiyo ikaweze kuja kama kawaida yako. Kama ubongo umekufa, umekufa, umekufa. Kwa hivyo kwa njia nyingine, viungo vya mwili vitafanya tu iwapo yule aliyekufa ubongo yuko katika life support machine, kama ana hewa ambayo inamsaidia, hapo moyo utapiga tu, lakini wakati ubongo umekufa akitolewa pale katika life support machine, then maanisha kwamba this person hawezi kuendelea. So kwa mataifa mengine they consider mtu akifa ubongo tayari, huyo amefariki, yani they confer to it as death, yani ni kifo tayari. So kwa njia nyingine, huyu ndugu wetu tu ee, ni kama mm, alituacha kitambo ili sasa ni ile tu hiyo support machine ndio inafanya kazi, because sasa kama ubongo umekufa, hakuna vile mambo yatafanya ama ataendelea. Moyo unapiga ndio by the support of the life support machine, lakini sasa hali zingine haziwezi kuendelea because sasa, akili akili eh, ilikufa kitambo sana, na pia familia ikasema kuna baadhi ya marisasi ambayo kwa ndani eh, ya kichwa chake bado hayajatolewa na kadhalika na kadhalika. Pia wakakuwa wanazungumza kuhusiana na ile bili ya hospitali ikisema, kwamba ah, sasa hivi bwana, imeingia kama milioni tatu na unusu mm, 3.5 million shillings hapo hivyo, yeah. Sasa huyu ah, ambaye ni Emily Wanjira eh, family spokesperson alikuwa anazungumza hapo jana kijieleza kuhusiana na hali ya Bonface Kariuki. Hebu msikilize. The reality of the things what is happening is that Bonface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. So that's where and how far we are. The hospital bill now it's quite higher. We are at 3 point something now. So we are praying and hoping now for the well wishes because n when somebody has been confirmed brain dead, we know what it means so the brainstem of Bonface Mangi Kariuki is not working any longer nilipigiwa kama saa sita ya usiku tukaambiwa tukuje tuoge na madaktari na tumeambiwa brain yake haifanyi kazi sasa sikukujua kuanzia hapo sasa ni bali tujaambiwa ameondoka, lakini tumeambiwa brain yake haifanyi kazi, lakini roho inapiga, mmm, kwamba akili haifanyi kazi ila roho nayo inapiga tu ila, ila daktari hawajasema kama tayari kijana ameaga dunia ama vipi? Mm, kitu ukija kwa uhalisia wa mambo tu, eh, kipindi unasikia kwamba mtu akili yake ime, ime haifanyi kazi ama akili eh, imekuwa damage na kadhalika vile, basi unajua uh, mambo haya kuisawa kwamba the brain stem is dead, akili imekufa you know? Hili linatokea kipindi ambapo uh, kuna baadhi ya afisa uh, wa polisi ambao nimewaonaona kwa na mshutumu vikali sana kiongozi Eh, waziri wa masuala ya ndani eh? Kipchumba Murkomen, okay, kutokana na usemi wake aliyosema eh, wiki jana hapo hivyo. Mapema wiki jana akasema kwamba oh, vijana, kutokana na maandamano yaliyofanyika Juni tarehe 25 kwa hivyo kwa nazungumza kuhusiana na mambo ya usalama wa taifa, baada pia vituo kadha wa kadha kuweza kuchomwa, magari kuharibiwa, mali ya serikali na kadhalika na kadhalika, kwa hivyo kwa nazungumza sema kwamba eh, iwapo uh, kuna vijana wanaonekana katika vituo vya polisi basi polisi si ana silaha aitumie vile ambavyo inapaswa kuweza kutumia. Lakini kitu ambacho, kuna baadhi ya maafisa ambao wameweza kukashifu swala swala hilo wakisema kwamba that is not the good directive mm, from the senior officer. Ke, sema kwamba hiyo a -a, si njia mojawapo nzuri sana. Kwa sababu sema eh hiyo mimi nitafanya ndio, lakini sasa ikifika kipindi cha kuchukuliwa hatua inakuwa ni mimi peke yangu kizimbani, inakuwa ni mimi peke yangu kizimbani. Yeye aliyesema atakuwa pale tu na nyumba kwa, foe, kwa nyumba yake na familia yake wakitazama e, vile e, koti, e, koti sessions zinaendelea, kipindi mimi tare nishatekeleza unyama kama nauo. So kuna baadhi ya maafisa ambao hawajafurahishwa na hayo matamshi lafu pia kuna viongozi tu wa kidini wakazungumza viongozi wa upinzani na wanasheria wanaharakati wengi tu wakijaribu kukemea usemi huu ni usemi ambao pia alikuja akaupinga akakana akasema kwamba ako wamesema vile e, kwa njia ambayo ilisikika lakini akasema pia iwapo e, basi huyu afisa wa polisi ataumizwa e, itakwaje hapo katika maswala ya usoni hapo mbeleni, mambo yatakuwa namna gani? Na kadhalika na kadhalika. Lakini sasa ukirejelea hiyo kesi yake huyu uh, Boniface Mwangi naambiwa kwamba jamani, akili imekufa mm? Akili imekufa kama ulivyosikia msemaji wa eh, familia akizungumza.